Kama vile dunia. Kwa hiyo napata sifa zangu nyingi sana kwa mwanangu mimi na mwanangu Mudi sema una, una, umejua kumnyoosha <laughs> ana adabu ile, mtoto mkubwa mzima lakini ana mambo ya kitoto yaani. Ulevi sio kitu kizuri mda mwingine uh, sini ya jana ndio ile unaambiwa uh, figu za mwanao zimefeli, ukasikitika sana napeketalipo <laughs> nasikitika kile nasikitika. Watu wanasema Mudi atafariki. E, ni kweli kufa ni mipango ya Mungu. Tena washindo nawalegee, mwanangu namtaka mwenyewe Mudi, ndo iko hivyo. um, tatizo la kwenda hospitali, kila mtu anaweza kwenda hospitali na ushasikia figo mm. e, anaweza akapona mwanangu. Kinachoniliza hali nilionayo, afu ile Mudi baba ana, ndio kinachoniliza sasa naile kulia, labda nitafanywa huruma yoyote na madokta. <laughs> oh. <laughs> Hatari ah, mipombe ile imeenda kumaliza figo mwanangu. <laughs> <laughs> Ndo hivyo no, sana um, niko napenda yale makombe ya shehe. Umerogwa, anasema mama. Mimi ugatizeni la hospitali atakuwa, ah, sui, alirogwa mwanangu, karogelezewa pombe kabisa mwanangu, kwa vile mtoto yule jamani mwanangu mzuri mwenyewe, nimemzaa mtoto mzuri, Mwarabu si Mwarabu, Mwindi si Mwindi. Wameenda nilogea mwanangu, tena wamemlogezea pombe. Nkimwambia eh, asikii. Ukiwa naye anatamani utoke, ili apate kubuya kidogo. Oh, shida ya figo ilikuja pale ilipochanganya kombe na bia. <laughs> Mimi nafikiri sio, ndio ilivyokuwa hivyo, lakini wakati na mchapa anasema me, utaniua. Basi vitu vyote vimechanganyika, sijui nilimpiga sehemu ya figo, sijui <laughs> hata sijui mwanangu ilimpija sehemu gani. Mambo ni mengi, ni mengi sana ikitokea <laughs> Cindy anataka kurudi kwa Mudy Muzungu utamkubalia? Nafikiri mpaka tukae kikao cha familia kwanza, moto taka maaa mm. Sijui ye ndo alimfanya awe vile, yani hata sijui yani sijui kabisa. Okay. Mm -hmm. Sema, kuna namna kwenye maisha, unaamini watu wanarogezewa matatizo kama maradhi, pombe, nini? Kwa sababu ile dunia uh, wakati Dada Matrida alilogezwa na rafiki wa karibu kabisa, ana harufu vitu kama hivi, kweli watu wanarogezewa matatizo, maradhi, pombe, kupenda wanawake na vitu vya ajabu ajabu vingine. Hey, kwenye hii dunia, tuweze kukata, hivi vitu vipo, umeona eh Aidha, naweza nisishuhudie, lakini kwa kuvisikia, unasikia mtu anaweza akawa anapenda pombe tu, na ndio maana hata madawa ya kienyeji ya kuachisha pombe. Hapo unamwachisha mtu pombe, anakuwa kidaki, anakuwa akili yake imekaa sawa. Si unajua pombe unakuwa umelewesha akili, ndani ya kulewesha akili huna chochote cha maana ambacho utakuwa wewe umekiwaza kwa maendeleo. Kwa hiyo mtu aliofanya vile anafurahia anguko lako maana ile ni anguko kubwa. Aa, mwingine kweli unaweza kalogezewa, ukawa wewe upendi tu kazi au maradhi, ipo hivyo vitu mm. na makombe ndio dawa, unajua e, kombe ni dua eh, ni madua tu, ile ni dua limewekwa mule kwa ajili ya mali, kwa sababu huwezi muda wote unapigiwa dua, basi limepigwa dua la jumla mule ili ukisikia ikifika muda unywe unywe ile mm. dua eh. He, ni duatee kwenye maisha yangu, makombe natumia yeah. Hasa so, usitumia kwa sababu gani visomo unafanya? Kwani visomo unafanya. E, vitu vimeandikwa ta kwenye kitabu hivi vitu, okay, unafanya visomo? Sifanyi visomo kwa sababu ya uchawi ha? Unafanya tu visomo na rehemu, hicho pia ni kisomo E, umehamia kwenye nyumba labda unasomea una dua nyumba e, sijui kama ina muhimu, lakini mimi huwa nafanya hivyo, kwa sababu yani tarehe niliyohamia ni kama sherehe yangu, yani kama ni sherehe tale uliohamia ile. Mimi nafanyaga hivyo, nakuja na rehemu, nikisha rehemu basi nasoma kisomo, watu wanakula chakula, ni kama sherehe ile tarehe ambayo kama vile wanafanya watu birthday. Eh, mimi ndo na birthday yangu ya nyumba huwa nafanyaga hivyo. Yeah. Mm. Awa umeonekana uh, pia ukiwa karibu na mapijuzi wanaoanza, ni rahisi kufanya nao kazi wewe, huwa hauna mipaka kuweka kwamba mimi mtu fulani sifanya naye kazi mpaka mtu afikie level level fulani, mipaka hiyo sina. hmm. yeah. na mimi mipaka yangu pesa, pesa yangu akifikia, atanipa Haijalishi ana udogo ana mbawa, ataruka lakini anipatie kwa kazi yako hii, nipatie kiasi hiki, tukifikia mwafaka nitafanya kazi. Maana ningekuwa na urahisi sana YouTube, watu wana channel, yani YouTube wako wengi, ningekuwa nacheza na kila mtu eh, na kila mtu, na e, e, na mtu, lakini namwambia kiasi hiki, akiweza sawa, kushindana na mimi e, atajitahidi huko, mambo yakishakuwa mazuri mimi au la, atapata mbadala wangu, pia ni yeye. Lakini mimi sina husema eti producer mdogo au hata na miaka mitano, lakini yeye ndo ana hela yake, anaongea na mimi bibi, miaka mitano, mimi lazima atakuwa bibi yake bibi, mm -hmm. na kazi yangu sio nini, mimi napewa, nachukua hela yangu, naenda kucheza kazi, ili mradi maisha yangu yaende okay. mm. so, na, nataka tumalize na haya maswali mawili ya uh, mwisho Uh, na, na, nataka uniambie kuna video yako moja ina na bambo ina trend sana, unajua unaikumbuka? Ami, ulikuwa na miaka mingapi Bistara? Ah, sikumbuki miaka na sikuwa mdogo sana, ila kile kipindi nilikuwa na nilishakuwa na mtoto wangu wa pili kwenye, nafikiri thelathini sababu ile ni elfu mbili na mbili au elfu mbili na tatu kitu kama hicho, kwa hiyo mm. nilikuwa na mkubwa mkubwa, sema pale nilikuwa na mtoto mchanga na lea nilikuwa na mtoto mchanga na lea, lakini sikuwa vile mdogo mdogo kiivyo, na afu ukiangalia na mwili wangu mimi si mkubwa mm, mwili, mwili imekuja kwenye utu uzima ndio unakuja kupata mwili muda mm. wote, unaona kama huyu alikuwa kidogodogo sana kibinti kibinti sana. Ukiangalia huwa anacheka sana, nache na furahi. Yani, unajua ukiangalia okay, sehemu uliotokea watu mpaka leo wanahitaji kumbukumbu, au kama kuna mwanamuziki anahitaji anatamani hata angekuwa mdogo vile angepata kumbukumbu. Kichukulia kama vile kina Slay wana nani zao toka akiwa mdogo, yani unaenjoy unaangalia, ah, nilikuwa hapa hivi mpaka nimefikia hivi mm. Kuna watu wanatafuta mpaka leo picha za wakiwa mtoto akiwa binti hajui mm. Eh, ziko wapi? Lakini mimi najua tena na video hizo zimerekodiwa ndo kabisa na kumbukumbu nzuri sana. Na hata mtu anayetaka kufuata nyayo zangu anatakiwa angalie kule ajue kabisa sanaa ni nzuri na sanaa inahitaji uvumilivu sana. Toka vile nilivyokuwa nimefurahi wanavyozitrendisha mpaka hapa nilipo. Wajue kabisa wapi nilikotokea wapi nilipo na wapi naendea. hmm. Hmm. Sawa, la mwisho tukwambia mashabiki zako. ah, mashabiki zangu, kitu cha kwanza na kikubwa, nawapenda sana sana tena sana kwa sababu bila ya wao sio mimi hmm? e, ushabiki wao ndio unaonipa mimi faraja kubwa sana ya kupata hata fedha za kuweza kumudu familia yangu hmm. Nawashukuru sana sana ila waendelee kuangalia yaani, kwa hicho wanachokifanya, ndo wanazidi kunishawishi mimi kufanya kazi kwa bidii, kwa maana nina dhamana yao, sitaki niwaangushe. Ila nitakapokosea basi waweze kunikosoa, ila sio kunikosoa kwa kashfa wala nini, sababu so, mimi pia nalinda brandi yangu, yaani labda itokee tu vya kutokea, lakini najitahidi sana mpaka hapa nilipofikia kulinda brandi yangu, lakini sipendi kuchafuliwa. Mtu aniambie tu damkubwa hiki au mama hivi au bibi hichi, umekosea hiki au unakoenda sasa siko tunataka hivi eh. Kwa hiyo mimi na mashabiki ni kitu kimoja.